Kiukweli mpira ulikuwa ni mzuri, lakini kuna kuna changamoto ndogo ndogo za, za, za timu kukaa pamoja hmm. Mechi ilikuwa ni ngumu kidogo, lakini tunashukuru Mungu tumeweza kupata matokeo matokeo ya sare, lakini imewezesha Simba kuweza kusonga mbele. Yeah, mpira ni mzuri, lakini nadhani ni wakati wa benchi la ufundi kuweza kuipanga timu vizuri. Kwa benchi la ufundi nadhani naona lipo kwenye tra, kipindi cha mpito, so si rahisi sana kuweza kuwaleta wachezaji kwa pamoja kwa jambo kwa, kwa, kwa ambalo limetokea ila na imani na mm kocha wetu mpya wa, wa, wa kipindi hichi anajitahidi kuiweka timu pamoja, lakini namshukuru Mungu alhamdulillah tumepata matokeo na tuna, tunasonga mbele. Nakumbuka kuna kauli yako moja ulisema kwamba ikitokea kuna uhitaji wa mchezaji ambaye unaona sahii kununuliwa wewe utaweza kununua. Dirisha dogo la usajili. Dirisha dogo lipo utafanya hivyo? Yes. Unaona kabisa kwamba kuna uhitaji labda wa mchezaji kama X factor ambaye kwa ya mchezaji ambaye anaweza kumaliza mechi ngumu kama hizi mechi za maamuzi akisadia kwenye michuano fulani ni kweli kuna uhitaji lakini, nategemea na na, na mahitaji ya, ya, ya benchi la ufundi okay. Lakini katika hilo ofisi kama Jayruty tutashiriki pamoja, na tuna imani dirisha dogo la usajili tutaweza kufanya jambo hilo. La mchezaji ikitokea ni Faisal, mashabiki wanatakiwa kuelewa kwa, kwa Faisal bado yuko na timu yake na wanami vipengele vya mikataba vinaendelea. Uh, ah, no. Sio kama suala ni kwamba mm. Tulijitahidi kufanya hivyo na ilishindikana pia. oh? Yes.